Gavana wa kaunti ya Kiambu, mheshimiwa Kimani Wamatangi, amerejea rasmi kazini baada ya kipindi cha ukimya kilichozua maswali kutoka kwa wananchi na viongozi wa kaunti. Katika taarifa fupi kwa wanahabari, gavana Wamatangi amesema amerudi kuendeleza ajenda ya maendeleo na kuhakikisha huduma kwa wananchi zinaimarika. Alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kushirikiana na viongozi wa maeneo yote kuleta maendeleo ya usawa. Kurejea kwake kumepokelewa kwa hisia tofauti huku baadhi ya viongozi wakimtaka kutoa mwelekeo mpya kwa kaunti hiyo. Methali ya Kiswahili yasema aliye mbali na macho si mbali na moyo, ikimaanisha matumaini bado yapo kwa wananchi wa Kiambu. Nimesikia ati wanafuata ile, wanajaribu kuniwekelea vitu ati ndio waniharibie jina, nyinyi munikatae na mimi. Tumesema kazi tunafanya, na nimesema leo tunawaonyesha tukiwa hapa Limuru ya kwamba sisi tuko pamoja kama watu wa Kiambu. Ndio nimewaambia kila mtu ambaye ako na Wamatangi siku ya leo mahali huko, inua mkono hivi waone sisi wote, yule mtu wako na Wamatangi. Tukisema tunaendelea pamoja, tunasema tukiwa hapa Limuru ya kwamba sisi hatuna wasiwasi wote hata mpange mjaribu kupanga yapi, watu wa Kiambu tumeamua tutashikamana na gavana miaka hii tano, na tutamwongezea ingine tano. Ukweli ama uongo? Tumesema hata mjaribu kumzigizia hizo vitu mnaleta kwa sababu nyinyi mliharibu jina yenu kwa ground, Wamatangi hata pakwa matope na nyinyi, Wamatangi anajua kujipanga na ground. Hata kama mlikasirika ribukura kiongori kasirikeni, ni shauri yenu. Taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni sufuri Kifagio Garbage Collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.